kunako shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania almaarufu kama TFF kutokana na sekeseke seke la mchezo wa klabu ya soka Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba mchezo namba 184 ambapo kwa upande mwingine mchezo huu tunaona umeweza kuwa gumzo kubwa nchini Tanzania na nje ya Tanzania kutokana na na kwamba mchezo huu ulipangwa kuchezwa Juni 15 mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini, mchezo huu tunaona kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club waliweza kugoma kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, kwa sababu wanadai kwamba kwa nini mchezo huu haukufanyika tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka 2025 na, na matakwa ya Yanga Sports Club yalikuwa ni manne ili waweze kucheza mchezo huu ambao kwa sasa umepangwa kuchezwa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa uh, sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa matakwa Yanga alikuwa ni wapi ili kuweza kucheza mchezo huu dhidi ya Simba Sports Klabu. Jambo la kwanza ambalo Yanga waliweza kuomba ni kwamba kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ivunjwe. Jambo la pili ni afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania ya bara yani CEO kuweza kujiuzulu katika nafasi yake ambaye ni Almas Kasongo, bila kusahau katibu mkuu wa TFF um, ajiuzulu ambaye ni Alfredi Kidao bila kusahau bodi ya ligi kuu eh, kuwa chombo huru. A eh, ndo matakwa manne ambayo kwa upande mwingine Yanga Sports Club waliweza kuyawasilisha katika kikao ambacho waliweza kukaa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara ili waweze kucheza mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Sasa tayari baadhi ya viongozi wa wameanza wa, wa wa TFF kujiuzuru huku wengine wakiondoshwa na rais mwenye zamana ya mpira wa miguu nchini Tanzania hapa tukienda kumongelea Eh, Wallace Korea. Kwa hiyo tunaona kutokana na taarifa ambayo imeweza kutolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Inasemaje taarifa ni kama ifuatavyo. Taarifa inasemaje? Nasema hivi, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, yani Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wadhifa wako. Tunaona hii ni taarifa ya kwanza ambayo eh, TFF imeweza kutoa kwamba mwenyekiti amene Steven Mguto, lakini Yanga hakumtaja yeye eh, tayari amewasilisha barua ya kujiuzulu wasifa yake wa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini kupitia taarifa hii kaendelea kusema hivi, nasemaje? Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu, yani CEO wa TPLB, Almas Kasongo. Kwa hiyo tunaona Almas Kasongo ameweza kusimamishwa eh, kufanya kazi kunako shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Kwa hiyo kumbukwe, hiyo ndiyo baadhi ya taarifa ambayo imeweza kutolewa kujiuzulu kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, bila kusahau mtendaji mkuu ama CEO hapa tukienda kumwongelea Almas Kasongo, naye pia ameweza kusimamishwa kazi na rais mwenye zamani wa mpira mguu nchini Tanzania hapa tukienda kumwongelea Wallace. Kumbukwe hii imetokana mara baada ya kikao kufanyika ambapo tunashuhudia kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu aliweza kukaa kikao pale Ikulu cha Chamwino, eh, jijini Dodoma dhidi ya viongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiongozwa na bosi mwenyewe hapa tukienda kumongelea GSM. Sambamba eh, na CEO hapa tukienda kumongelea Andre Mtine. Sambamba na makamu mwenyekiti hapa tukienda kumongelea wafuatiaji, nao pia ni viongozi ambao walikaa kikao na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, bila kusahau Simba waliongoza na mwenyekiti uh, wa bodi hapa tukaenda kumwongelea hapa tukaenda kumueleza Multaza Mangungu. Kwa hiyo kutokana na kikao hiki ambacho kimeweza kufanyika basi ndio tayari tumeweza kushuhudia baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi kutanzania bara wakiondoshwa eh, kutokana na ale matako ambao yanga waliweza kuyataka kwamba kwa, kwa upande mwingine wanaamini mpira huu hauendeshi kwa haki, ndio maana waliweza kuyataka hayo matakwa. Kwa hiyo, tunaona tayari kupitia rais mwenye dhamana ya mpira mguu nchini Tanzania Wallace Karia ameanza kuyafanyia kazi yale matakwa ambayo Yanga waliweza kuyataka. Nini maoni, nini mtazamo kwa viongozi hao kuweza kujiuzulu? Je, ni sahihi? Je, siyo sahihi? Twende eneo la comment hapo, kadondoshe maoni yako.